Mimi naitwa kwa jina Mzee Bernado Mahinya, mmoja kati ya wale wazee wa mila na desturi wa Makumbusha ya Majimaji Songea. Hapa tuliposimama, mbele yetu ni kaburi ya Nduna Songea. Songea yeye hakunyongwa tarehe ishirini na saba kama mashujaa wale wengine sitini na sita walionyongwa. Huyu alikuja kunyongwa siku ya tatu. Wajerumani walitaka abakie ili awe kama msaidizi wao, lakini Nduna Songea alikataa. Kwa hiyo siku ya kwanza walimbembeleza, alikataa. Siku ya pili alikataa. Siku ya tatu, Wajerumani wakawa hawana jinsi, ikabidi wamnyonge. Na mahala walipomnyongea ni pale pale ambapo mashujaa wengine walinyongwa. Sasa kilichotokea kwa Songea Kamba ya kwanza alipotundikwa, baada ya kuangusha yale mapipa, Songea alikata ile kamba ya katani akaanguka chini. Wajerumani wakaamua kumtundika tena. Baada ya kumtundika tena, wakaangusha mapipa yale, Songea akakata kamba ile akaanguka chini. Wajerumani wakatundika tena kamba ya tatu, lakini walivyoangusha yale mapipa, Songea alianguka chini akiwa bado hai, lakini akiwa na majeraha shingoni kutokana na zile kamba zilizokuwa zimemkwaruza. Wakati masuala haya yanatendeka, mtoto wake na soro Songea alikuwa amesimama hapo akishuhudia. Wajerumani walivyoona kwamba Songea hajafa kwa kamba, waliamua kumalizia kwa risasi. Wakaamua kuja kumzika hapa hapa maeneo haya ambayo mashujaa wengine wamezikwa, lakini baada ya kufika hapa wakakuta kwamba lili kaburi waliozikwa mashujaa wengine eh, wamekisha lifukia kwa hiyo waliamua kumleta hapa mahala pa peke yake na kumzika chini ya mti huu unaoona huko kichwani. Huu mti unaitwa chikunguti, na mti hauzeeki wala hauozi wala haubungui na ni mgumu kupita miti yote iliyoko hapa Songea. Baada ya kumzika, Wajerumani wakawa wamesahau kitu kimoja, kwamba walitaka kujua kichwa cha Songea kilikuwa na nini cha kuweza kukata kamba tatu. Kwa hiyo walikuja kufukua kaburi hili na kukata kichwa na ukifungia kwenye sanduku, inasadikiwa kwamba kilikwenda Ujerumani. Baada ya hapo e, Songea kwa kuwa aliagiza mtoto wake asiuawe na Wajerumani, mtoto huyu baada ya kunyongwa baba yake na kuzikwa hapa aliamua kuhamia kilomita ishirini na mbili kusini magharibi mwa Songea, kuna kuitwa Matimira. Baada ya hayo yote kukwisha, Wajerumani kwa kuwa walimwona Songea mpiganaji wa mwisho au nduna wa mwisho aliyenyongwa, kwa hiyo wakalipa jina la nchi hii Songea. Songea hapo awali ilikuwa inajulikana nchi kama jina la Ndonde. Mm -hmm. Ndonde mana yake ni amani.